Tuone vile itakavyokuwa. Taarifa nyingine ni taasisi ya Art Space imetoa ruzuku ya ubunifu yenye thamani ya shilingi milioni 270, e, kwa wasanii na taasisi za mashirika kumi kutoka a, a, kutoka katika wasanii na washiriki kutoka nchi, ikiwa ni sehemu ya kukuza sanaa utamaduni isiyofungwa na mipaka ya kifikra. Sanaa ni ndo maisha yani, ndo tunaishi nayo sisi tuna ingawa, mara nyingi haipewi kipaumbele kama inachostahili, lakini ukweli ni kwamba sanaa inabeba vitu vingi sana. Sanaa inabeba uh, kampeni. Sanaa inabeba mawazo yetu. Sanaa inabeba maisha yetu. Sanaa iko majumbani kwetu, hata kama mtu kukubali. Kwa hiyo sisi kwa, kwa upande wa Nafasi na, uh, sanaa ina mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku e, kwa hiyo kuanzia barabarani, hizi nguo tumevaa zote hizo ni moja mojawapo ya sanaa mbalimbali e. Muhimu sana kuwasaidia watu kujitambua, kuelewa, kufikiria tofauti na kushiriki kwa pamoja, kwa sababu sanaa inagusa sehemu tofauti ya bongo zetu kuliko uchambuzi na takwimu na vitu kama hivyo, inagusa haswa hisia zetu na tunavyojitambua. Uh, hii ni picha ambayo imejilenga kuleta ubunifu wa kisasa kwenye sanaa ya uchongaji sababu sanaa za uchongaji zimekuwa ni sanaa ambazo zinarithishwa toka miaka na miaka aa, na ni njia nzuri, lakini sasa mradi huu umejikita kuleta njia za kisasa sana sana kwenye kuvutia vijana na wao wakavutiwa kufanya sanaa ya uchongaji. Aa, project yangu inaitwa nisiseme, yangu niseme yetu, kwa sababu ni ya vijana. Inaitwa ufunguo na inalenga vijana wa Masasi wenye vipaji vya uchoraji na lengo kubwa ni kwenda kuwajengea uwezo ili waweze kubobea kwenye aina ya hadithi ambazo zinaitwa comic jamii. ko sawa, watajifunza kuhusu uchoraji wa hadithi za michoro, lakini specific watakwenda kwenye aina ya uchoraji wa hadithi za michoro ambayo inaitwa comic jamii. kutoka mataifa mbalimbali zinatarajiwa kushiriki mashindano ya riadha.